Mara baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya Yanga dhidi ya Tabora United, mchezo ambao Yanga walipata ushindi wa goli tatu kwa sifuri, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Sports Club Ali Kamwe akawa amekamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora, na hali ambayo ikazua maswali mengi, wengi wakitaka kujua nini hasa kimejitokeza mpaka Kamwe akamatwe. Na hatimaye kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Ubwa akatoka hadharani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 Eh, naondoka sasa hivi tunaelekea Dar es Salaam inshallah. Tuombeane heri na nyinyi mfike salama. Tuende majukumu mengine ya kuijenga nchi. Eh, kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu. Wengine mlikuwa mmeuda leo, si ndio? Lakini mmeghairi mmebaki. Eh, kwa hiyo nawashukuru sana basi tutekee safari njema. Tukutane da. Tunaenda kwa Costa. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Costa Union na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana, ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema. Tumekuwa na programu nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana, timu za wanawake wapate nafasi. Kwa Edna Lema, ligi ya wanawake imesimama, tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi, kuchukua experience na yeye kidogo kwa hamdi pale kwao. Mtamwona Edna kwenye programu nzima za wiki hii kuelekea ya mechi ya Coast, kuanzia training, press conference mpaka kwenye bench siku ya mechi. Tumebakiza mechi, na ah, mechi... sita saba sasa hivi ya kisasi, na maanisha hatuna kisasi na mtu sisi, tunataka tuchua ubingwa tu si. Ndo, ndio, si. Ndio, si. Ndio, ndio, si. Plan yetu kisasi timu kisa moja tu siasa eh, <laughs> timu, mpira, football kawaida Eh, si tulikuwa na kisasi na timu moja, na tumekilipa, na tumeenjoy alhamdulillah. Kila mwana Yanga ana raha, jana tumekula asali vizuri kabisa. Hiyo ndio kisasi, kimeshalipa tunaondoka nyumbani kupumzika. Asi Mungu, tuna ndugu yangu <laughs> kawasaidia, zilikuwa tushamba goli nyingi pale. Baba sasa, si pumzikeni, safari mnaanza lini? Wao ni safari mapema. Sikae mbali na nyumbani jamani. Wao ni nyumbani mapema pale na siku ya Jumatatu mechi, na na kwenye Coast Union Coast, msimamo kama kidogo na wao wanajitafuta, kwa lazima tuweke jitihada kwa pande zote, viongozi, wachezaji, benchi la ufundi na sisi mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani. Kazi yetu ni kukupa updates pale ambapo zinajitokeza. Mi naitwa Shekhani Mzaina, na kuendelea kupata taarifa kutoka kwetu, tufuate pale Instagram, Facebook, X pamoja na TikTok kwa jina la Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.